Basi basi, basi basi. Simama, simama twende mwanangu, emfanya haraka. Kama ungeweza kuamka mapema kidogo, angalia sasa tumechelewa. Haraka kijana, la sivyo. Puji, hata nisikilize, yaani kama dada akijua kama mimi nakimbizana kiasi hiki, liche daktari kunikataza, basi ataniua mimi. Unamwogopa? Inasikia watu wanapiga makofi, hebu harakisha, haraka. Chuo cha Dum kinawakaribisha wadhamini wetu kwa moyo wote, Bibi Supri pamoja na mume wake Harish. Asante sana Bibi Supri pamoja na Bwana Harish. Kashnat Foundation imekuwa ikisaidia wanafunzi na chuo kwa muda mrefu sana. Tuna imani kuwa tunaweza kutimiza matarajio yako yote. Karibuni sana. Um, nakuja kuna simu ya muhimu, ngoja nikaongee naye. Alichukua muda gani? Ndiyo. Dada Puja amesema hataki mtu yote yule amsumbue na umize kichwa chake, akiwa tayari atakuja baada ya dakika tano. Ndio, bila shaka, naye atathubutu kuvuka vitisho vya Puja bwana <mulia> Kimetokea nini? Mbona mwe umekatika? kule chini tulipokuwa, kulikuwa na mwangaza. Kwa nini hapa kuna giza sana? tunatakiwa kumpa Puja kikuku. Kuna kitu kibaya baba hivi umeona, anaelekea kwenye chumba cha kijani cha puja. Twende twende tukaangalie. Hapana, hiyo kazi nataka ikamilike kesho. Hebu subiri, mwana Rajivi, hakuna umeme hapa. Samani sana mkuu. Sawa sawa, nataka kesho ikamilike. Sawa, hatuna muda mwingine wa kupoteza. Hebu subiri, we subiri, mimi sikupata huu mkanda mweusi, kama umaonyesha. Umenielewa wewe kichumba kwa kujifanya wewe ni shabiki, kumbe wewe ni mwizi tu. Unakuja kuiba vitu ili wapelekee mademu zako. Sitokuacha wewe. Unafanya nini? Mwachie na kumbe, nitakufunza adabu. Mwanangu, nasema mwache. Unafanya nini? Usifanye kitu kama hiki. Nitakuonyesha maisha yako ya baadaye. Nasema nitakufanyia kazi baadaye. Wewe subiri tu. Wewe mwache tu aondoke. Mwanangu, mjomba, kwa nini unaharibu siku yako kwa ajili ya hao watu wadogo? Haya, ulikuwa umesahau chiku chako nyumbani. Nenda sasa, ni wakati wa onyesho lako. Asante mjomba, asante. Kila la heri dada. Ah, Rajiva, nilikuwa nasemaje? Ah, tafadhali mwambie subilia hapo kwa muda kidogo, nitakuja hapo mwenyewe. Siwezi kuweka matumaini yangu yote kwa Naren.

Abe. Hivi unakumbuka tulizungumza kuhusu nini? Nafikiri huyo msichana anafaa sana kwenye ile kazi. Na sasa hivi zinazofuata sasa ni tuzo za thamani kwa jioni hii ya leo, na tuzo bora ya mwanafunzi wa mwaka inakwenda... hebu tuambie, unahisi inakwenda kwa nani? Ndiyo, ni Pooja. Kila mwaka tuzo hizi hutolewa kwa mwanafunzi anayefaulu sio tu kwa wasomi, lakini pia kwenye michezo na mtu mwenye rekodi nzuri katika shughuli nyingine za ziada za masomo. Na Puja amefanya chuo hichi kujivunia sana kwa mafanikio yake. Chukua mwanangu, nakupongeza kwa mara nyingine, mwanangu nafikiri utahitaji kabati lingine kwa ajili ya kuweka tuzo zako. Asante mama, nakuchukulia wewe kama kioo kwangu. Ulionyesha utu sana kwangu, japo hukunijua, lakini bado uliendelea kunilipia ada shuleni, ulishughulikia mahitaji yangu yote. Endapo nitaweza kuwa msaada kwako, kwa itapendeza sana mama, bila wasiwasi wowote Puja. Huyu ni mume wangu. Habari yako mkuu, endelea hivyo hivyo mwanangu. Natumaini nitakuona tena. Hongera dada. <laughs> Asante. Haya mwanangu, twende nyumbani. Wacha twende tukachukua sambusa na jerebi katika kila foleni. Ndiyo, wacha tukachukua sambusa pamoja na jerebi. Baada ya hapo, baadaye tutaenda kuonana na daktari. Haya nyie, mtanisubiri kwenye kile chumba, na wakati huo huo nitaenda kusherekea huu ushindi na kila mtu yeah! <tos> <tos> nataka wanafunzi wangu wote wa darasa la kucheza mshinde kombe kama hivi. mtafanya hivyo ndiyo? Na kamwe msije mkaona aibu kufanya kitu chochote kile kigumu. mtafanya hivyo pia? mimi siwezi kushinda hilo kombe, siwezi kucheza kama jinsi unavyocheza kweli. Kama tahi Deepak, na wewe Raguu, shika hii hapa. Haya, sasa chukua hiyo. Wow! Raguu ni mchezaji mzuri sana. mmechanganyikiwa eh? Haya haya, sasa hivi tutafanya jambo moja bila ya mpira. Haya, moja, mbili, tatu. Vizuri sana tuko pamoja wote. moja, mbili, tatu, moja, mbili, tatu. vizuri sana ona. Ragul, hivi unajua wewe ni mchezaji mahiri sana. tutajifunza hatua nyingi za kucheza kama hivi. moja, mbili, tatu. vizuri sana dada, hiyo style ni nzuri sana <laughs> Uliona? Hapana, sasa hivi tutacheza na Dipa. huyu msichana anaielewa kabisa hii hali jinsi ilivyo, na pia ni jasiri sana na anapendeza sana. Hivi kwani hatuna njia nyingine yoyote? <laughs> Natamani Naren hajatuachia chaguo lingine. Sasa Nenda kule kwenye ofisi za utawala ukachukue maelezo yake yote. Ukienda wewe hakuna yoyote atakayeuliza maswali. Na hili jambo tunalolifanya nataka liwe siri, tumeelewana? Mimi tu ndo nakosea eh? wakati wote uko sahihi. kila mara tu unaniahidi wewe kunipatia zawadi. <laughs> kama unijali, hakuna zawadi, unadanganya. Ah, Sitaki hizo zawadi zako, hata hivyo mjumba tayari ameshanipatia zawadi, angalia. Wewe, wewe, mnafanya nini? punguza sauti zenu, kama ni ugomvi mtaanzisha ndani. <laughs> Baba jiandae kwa vita. Hey, Mungu baba tuhurumie. Waja wako tunakukosea. Wewe nipatie zawadi yangu. Ebu acha. Soma kwa bidii uje kuwa mtu mwenye mafanikio na mwangalifu. Nipatie hizo, shika hizo picha vizuri. Nitaenda kuziweka miguuni mwa Mungu. Ram, sisi wala hatuhifadhi vitu kwenye chumba cha maombi. Hata hivyo, Mungu hawaangalii kwa wema wale wenye kucheza na kuwaburudisha watu. na wewe hivi utapata ushindi wa vikombe maishani mwako au utatumia maisha yako kuwachezesha wengine? Ah, nitashinda. Nenda, nenda ndani kapumzike, na nimekuandalia chakula kitamu sana, nyama yangu ambayo inaipenda hmm. Daima wewe unawasaidia watu wengi sana Najitolea tuzo hii kwenda kwa wazazi wangu wapendwa. Bibi Supriya aliniambia kwamba nitahitaji kabati jipya kwa ajili ya kuweka tuzo zangu. nilipoipokea hii tuzo leo, kiukweli niliumia sana, baada ya kusikia shangwe zako. Nimefanya kila kitu ulichoniambia mama, nimejitahidi kuwa kama binti kwenye hii familia, lakini siku zote nahisi kama kuna kitu fulani ambacho huwa siku zote nakosia kukifanya. Hivi kwani kuna umuhimu wa kumwongelea kila mara Pooja? Yaani, hujawahi kubadilisha kabisa hizo tabia zako Kusam. Katika miaka yote hii haujawahi kuhudhuria hafla yake yote. Ameshinda tuzo nyingi sana hivi ulishawahi hata kumpongeza au kumgongagonga mgongoni kwa nini hivi? Ni kweli dunia nzima huimba sifa zake. Kusum, najua wewe sio mama yake, ila sisi ni wazee wake, si ndivyo? Hapana, siwezi kuwa na roho mbaya kiasi hicho. Kama unakumbuka niliweza kumhudumia dada yako akiwa mgonjwa, au umesahau? Kama alikuwa anaumwa mikono na na miguu, na baada ya hapo nilimhudumia pia mpwa wako. Sasa kwa nini mimi nimchukie? Hata hivyo ni kipi alichokifanya? Kipi? hata kama ukiamua kuamini au usiamini, watu hawawezi kuwaozesha watoto wao wa kiume. Ni kwa nini unakuwa mkali muda wote unanifikiria hivyo? kwa sababu mi nasema ukweli, afadhali yangu, mi sipendi kufichaficha mambo. Miaka nenda miaka rudi, nimekuwa nikijaribu kudhibiti gharama ili Anuji mwanangu aweze kupata mkufunzi wake binafsi, lakini wewe hata hujali chochote na hata sijui kwa nini hata sijui kwa nini ubadiliki wewe. Unapenda kupata hereni za dhahabu kwa ajili ya mpo wako, na kwa bahati mbaya nimepata hayo matumizi uliyoyafanya ya dhahabu. Ni Mungu pekee ndio anayejua ni pesa gani ulizozitumia kwa ajili ya dada yako na mpo wako. Ah, Kusum, mwacha hizo Anoj. Anoj! Kusumwe, mwemu nisikilize. Mimi huyo ameenda wapi sasa? anasoma aula amepoteza siku nzima kwenye uo upuzi wako. Niko huku juu. Hapana, soma mama au nikusomea majibu? <laughs> Hivi kwani wewe hausomi au hujui ni jinsi gani masomo yalivyokuwa na umuhimu kwenye maisha yako, dada da? Nina watu wawili ambao wananisumbua siku nzima. Hata hivyo, mimi na zawadi yako zawadi, mm. mm. Umeniletea zawadi? Nionyeshe. Subiri kwanza ntakuonyeshe. Hebu nionyeshe. Subiri. Haya, angalia. Fomu ya kujiunga na chuo cha sanaa Asante, asante sana kakaangu. Asante sana. Wewe hata usijali. Sawa. Niambie sasa, unataka tuende wapi tukasherekee? Kusherekea? Mimi nitasherekea ili jambo mara tu utakapohitimu masomo yako ya sanaa na kufungua chuo cha kucheza. Uff. Mpaka sasa nimekuwa na watu wawili wanaonisumbua siku nzima. Wewe ni mdogo kwangu, kwa hiyo angalia umri wako. Baba anasema haijarishi kuwa mimi na umri gani nitabaki kuwa kaka yako tu. Mjinga. Mwani. Ah, umenipiga kwa nguvu. <coughs> Samahani. Ngoja nione hii. Maelezo uliyoyapata yametupa habari nyingi sana kuhusu Pooja na mjomba wake mimi Nitalipeleka hili mbele kesho asubuhi. Nikiwa zangu njiani. Mimi najua ni jinsi gani wewe umetokea kumpenda Puja. Lakini hilo halipaswi kujalisha kuliko mtoto wako. Na pia mke wangu unajua vizuri kwamba siwezi kuacha msaada ufanyike bila kuulipa. Tunaweza kwenda hoteli. Ndio, kuna kitu nataka kufanya nikiwa naelekea huko. E Mungu, huyu mwanangu ameniacha njia panda. Kwa ajili ya furaha ya mwanangu inanibidi niharibu maisha ya binti wa watu. Watoto wa kiume wanapokuwa mama zao tunawaombea wapate wake bora, lakini mimi sina bahati kabisa mikono yangu imefungwa kwa mapenzi ya mwanangu. e Mungu, nakuomba unisamehe kwa haya ninayoyafanya, kwa sababu sina njia nyingine, kutokana mimi ni mama yake. Yeah! Naren, kimetokea nini kaka? Kaka, majibu yote utayapata ndani ya hii chupa. Kamata hiyo Hii <laughs> ndio siku yako ya kwanza nini? Naona kaka amejaa na mshangao tu. Mayank, hebu niambie kitu kimoja, unajisikia au ujisikii? Hapana. Kosa sio la kinywaji. Jua linazama na moyo unawashwa kwa ndoto. Kwa nini tunaitamani furaha na kuichukia huzuni? Kila asubuhi inapofika hukimbiza giza na kuleta mwanga.